Kitu ambacho vijana wengi hawajui ambacho mm. -hmm. mimi naomba niwakumbushe ni leo inawezekana mm. -hmm. wanajua wanajisaulisha mm -hmm. sio CV yako itakuwa kuwa ile ile kila siku, yani kila kazi unatuma ile ile uliyotuma jana, hata mm. -hmm. kama kazi position title hiyo hiyo moja mm. -hmm. unaweza. Mimi wakati naandaa job description yangu mm. -hmm. nimeandika natafuta HR manager ndio, okay. kuna vitu nataka huyo HR manager aje afanye Kesho nitakuwa na client mwingine anataka HR manager, ila anataka vitu very different. ni, ni mm -hmm. vya HR mmm -hmm. lakini viko specific pia. Sasa kama uli apply jana HR manager mm -hmm. kesho kuna position nyingine ya HR manager uka apply tena kwa kutumia the same CV mmm mm uwezekano wa ikutoitwa hii nyingine ni mkubwa sana, kwa sababu hauja hauja match okay. kwao wanachokosea wengi mm -hmm. ni hapo kwenye ku match, kwa ndomani mm -hmm. nikakwambia nikitangaza kazi sasa hivi kabla tujamaliza hichi kipindi mm -hmm. Nitakuwa nishapata application 300 400 mpaka 600 ndio, yeah. lakini naweza nikajikuta nakosa mtu wa kuajiri, naweza nikapata kuita interview wa tano, mm -hmm. ila hao tano wote wakaja, nikasema sijaona au client mm. -hmm. akanambia sijapata mtu hapa. Kwa hiyo watu wanashindwa ku, kutafuta ile ufanano Mm. -hmm. kwamba hii JD iko mm -hmm. very specific, hata kama job title inafanana, sasa yeah. kwenye hii JD humo ndani, ingia ndani, kwa sababu watu wengi mm -hmm. wanatumia mihemko kwa namna gani yaani si so, unajua mtu kiwa anatafuta kitu yeah. mtu anatafuta kazi yuko mtaani miaka wengine mm -hmm. mtaani kwa hiyo akiona kazi ambayo ina title inayoendana na yeye mm -hmm. kuna hisia zinamjia zikimjia yeah. hisia atachukua CV alionayo mm -hmm. yeah. haifanyi kazi hivyo umeona alio nayo anasema labda niwahi kuapply labda nitapata kwa hiyo ukiweka hisia tu unajikuta unapishana ile fursa Unatakuwa utumie utaratibu. hmm. kuna kuna ile kwamba mtu anaona labda umepata tangazo la kazi siku zinaelekea kuisha kwa maana deadline ya ile nafasi mi na e, CV yangu nakaagan ndo na forward hiyo kila hmm. siku muda wa kukaa nianze kuedit, sio kuongeza taarifa, mtu anakuwa hana, anaamua tu kutuma kama ilivyo. Hilo ni kosa pia. Hilo ni kosa. kwa hmm. sababu kwa nini huna muda na wakati kazi yako inasababuka kutafuta kazi? Muda wako unafanyia <laughs> nini? Yani, kuna ile mtu anaandika CV anaiaminia kwamba hii CV yenyewe iko kote. Na hiyo watu waache kuaminia CV <laughs> acha na CV. Umeelewa? <laughs> yeah. eh? Marekani sasa hivi ya kuaminia umeelewa, eh, hata rais wa Marekani sasa hivi akiambiwa atume CV atauliza inaenda wapi, si hmm. sio, unanielewa hmm. atauliza inaenda wapi. Kwa hiyo ataituma kulingana na inakoenda hawezi kutuma tu, mm. kwa hiyo kujidai una haraka ndio, so maana hiyo, ndio maana nimeita hisia hmm. Umezima kwa moyumke kwamba hii sivi yangu naituma. Kwa hiyo lakini unatakiwa kiutaratibu ukae chini, kagua ile ile kazi inataka nini? Mm. Vile ninavyotakiwa wewe unavyo kwenye CV. Kama huna, mm -hmm. Viongeze, viweke. Mimi naambiaga watu uh, kama huna hivyo vitu na una vijua. Mm. Viongeze. Nikikuta interview utakuja nitakuuliza. Nikikupa ile kazi ukiweza kufanya, we are done, we are good. Okay. Kwa hiyo shida ni kwamba watu wanashindwa kuchukua vilivyo kwenye unavyo moyoni. Mm, mi ntajuaje? Sasa, sasa si labda nasubiri ukiniita kwenye interview ntakuja nizungumze. Sasa hiyo ndo shida sasa, yeah. The first document mimi kama employer nakutana nacho mm, kabla sijakuita wewe, hata sijui sura yako yeah. Ni CV yako. Kwa CV yako lazima iniambie kwamba huyu ni mtu sahihi mm. Ukikosea okay, hapo tu kwenye CV yako mm. Haijaniambia kwamba wewe una machi na JD yangu mm. Then tushapishana. kuna issue waipo hapo kwenye CV kwamba mtu anasema, watu wengi wanatafuta ajira, mtu anakuta anasema labda mimi na, na unaambiwa unataka uandike CV fupi mm. Usiandike mambo mengi kwenye CV mm. Afu sasa wewe eh, mwajiri, unataka mimi niandike taarifa nyingi kwenye CV na wakati mwingine mtu anakuwa na hofu labda ukiandika cv ndefu bwana, unaweza usipate kazi kwa sababu mwajiri hana muda wa kusoma cv yeah, ndefu. Hilo lina ukweli kiasi gani? Ni ukweli sana. Yani, yani ukiandika fupi sana mm, unakosa kwa sababu haujaweka detail <laughs> zinazotafuta yeah. Ukiandika ndefu sana mm, pia mimi sitaisoma yote, sitakuwa na muda kwa mimi mm, na ma cv 300 hapa, nitakuwa nitafutia watu wa 5 kwa interview. Kwa maana yake inabidi cv iwe Iwe ya tu CV ya wastani, eh? Wastani inaweza kuwa pengine na kurasa ngapi? na inaweza kama inategemea na level ya kazi. Kwa mfano umetoka mm. tu chuo, CV ndefu unaitoa wapi? unaandika vitu gani? mm. watu wanajaza mpaka mambo ya field na nini. Field ni muhimu kujaza. Hicho, Okay. e, ni kipande ambacho watu wengi sana hawajui, mm. kwa sababu umetoka chuo, huna experience. The only thing you know ni madarasani ulisoma, mm. na ulienda field wanachuo wengi sana wanakosea hapa. Job seekers ambao wako kwenye level ya chini kabisa mm-hmm. Wanakosea hicho kipande na wanapoteza fursa kwa sababu ulienda field kwa ajili ya nini? Si ulienda mafunzo kazini. Yeah. Yale mafunzo ulijifunza nini? Tuonyeshe hapa. And that's the only benchmark you have kwamba najua kitu kufanya. Ulienda kufanya. Sasa, ulivyofanya ukirudi hapa uandike. Anaandika tu practical training 2 months Tanesco, ila si Tanesco ilala. What did you do there? haandiki. Okay, okay. Sasa kama uandiki mimi najua, na sisi walikuwa wakutuma kazi gani lakini, kwa, kwa, kwa, kwa jinsi tunavyozijua hizi uh, fildi za vijana wetu wakiwa vioni, waku, waku, waku zina uwezo wa kumpa ujuzi ambao mwajiri anaweza akaridhika nao, zinatakiwa zina huu uwezo, ila tunaziharibu wote mm. Waka, wanafunzi na wale watu wanaowapokea mm. na walimu pia wa vyuo mm. wote wanashiriki kwenye kuharibu field, lakini lengo wanaharibu vipi? Wanaharibu kwa sababu hawazipi uzito ambao utakuwa uwe nazo kwa sababu mm. lengo la field ni yule mwanafunzi aende ya akaplai kile alichosoma darasani kwa vitendo yeah. mm. mwalimu ukimuuliza alienda kumkagua mwanafunzi, alienda kumkagua akifanya nini yaani, siku ambayo au wiki ambayo wanasema leo wanapita hii wiki, sinajua walimu wakawa yeah. wasainiwa mikoa yeah unakuta mwalimu labda yenyewe anaelemewa, wako we, wako wachache mm. anapewa mkoa mzima wa Shinyanga aende akakague wanafunzi kwao, anampitia yule mwanafunzi kwa ladada, anaongea naye dakika tano mm, ana sign ile karatasi, anatembea umeona, yeah. Sasa yule mwalimu hana wako kama kule mtoto alikuwa anafanya kazi mm, lakini mtoto naye akifika kule field, kwa sababu wale wanaopokea watoto wa field pia sio wageni wa hivi vitu yeah. Wanachukuaga zile kazi ambazo hawazipendi wa mm, za kila siku labda zile pale eneo la kazi kwamba naomba unipe hizi kazi nifanye, nijifunze, yani nataka kujifunza, yani onyesha njaa ya kujifunza. Sasa wengi hawaonyeshi, kwa hiyo anakuwa tu

Huyu kijana anawezaje kupata nafasi ya hii kazi? Pengine sifa za msingi nyingine zote anazo, lakini kipengele cha uzoefu kazini hana, anafanyaje kupata nafasi kama hizo? Na hapo mimi siwezi kulaumu mwajiri kwa, kwa sababu mwajiri yeye anajiona kabisa si, hii kazi. wajiri wengi ni wafanya biashara mm. ukiachana -hmm. okay, labda na NGO na nini, lakini wote wanakimbizana na e, eh, target zao za mwaka na kila kitu. Kwa hiyo hana muda wa kusema akuita aji akufundishe kazi wakati mm. -hmm. wanaoijua ile kazi tayari wako mtaani. Sasa kama ukishajua hivyo unaweza kutafuta kazi, kwani usitafute uzoefu kwa, kwa mimi, anawambia vijana wengi kwamba hiyo field tumeiongea ndio ya kwanza kabisa ambayo iko guaranteed kwa kila kijana aliyepita chuoni. Yeah. Hiyo ni guarantee kwamba lazima utaenda field. Kwa hiyo itumie hiyo ya kwanza, lakini mm -hmm. ya pili ukishamaliza chuo, wakati unasubiri ajira, wakati unatafuta, nenda sehemu omba oh, hata kujitolea kwa mfano natoka mfano wa mwasibu nenda duka la mangi mtaani kwenu, tangu umekuwa hilo duka liko hapo, unanua mikate unanua sukari mm. mangi sengine ajui hata kuweka hesabu zake vizuri, msaidie mm. apply your education there mm. mwandike vitabu mwambie na, na, na kompyuta yangu hapa nitoka nayo chongoja, nikuweke hesabu zako kwenye kompyuta mm. mfundishe, mtengenezee mahesabu ma yake, kwamba ni, nataka nikuonyeshe kama unapataga faida au hasara ana kadaftari kake anaandika, mangi au muha whatever the, the case eh. yeah. yeah. nenda kwa yule pale. hiyo nimetolea mfano kwa field ya mwasibu, lakini yeah. kila mtu kwa kile ulichokisomea, kuna mm -hmm. mtu ambaye anakifanya, ambaye anahitaji msaada wako mm -hmm. ambaye inawezekana hana uwezo wa kukulipa mm -hmm. lakini, wewe ukienda ukifanya, kwa sababu muda unao, unapata uzoefu yeah. ukiuandika ule uzoefu ni tofauti na mtu ambaye hajafanya. Sasa kuna uzoefu unahitaji miaka mitano, mm -hmm miaka kumi mm-hmm. na kijana amemaliza chuo ana miaka miwili au moja mtaani labda <laughs> La inawezekana hata hiyo field amefanya eh, iteni pengine amefanya lakini bado kuna kazi anahitaji na kigezo hicho bado ni changamoto kwake umenikumbusha kuna siku nilituma kazi ilikuwa inahitaji marketing manager. Yeah. Uh, wakawa na client anataka mtu mwenye uzoefu wa miaka kumi. Mm-hmm. Nikatuma kwenye magrupu mbalimbali ya WhatsApp. nilipata Yaani watu wengi walikuja wananiambia, hiyo miaka kumi si, yani mnataka sasa, sasa, sasa. <laughs> Uh, yeah. Yeah. Miaka, miaka kumi mjomba wako, shangazi yako, yeah, dada yako mkubwa anayo, mfawadie hili tangazo kumi. mm kwa sababu sio kila kazi, hata kama ni title ile ile, kila mtu anaweza kuifanya. Hmm. So uzoefu is very important. huna miaka kumi ila kuna mtu anaye. Hmm. nambayoani ankwako umeona. Hmm. uwezi ukatoka chuo ukapewa kazi yaau ya, ya ya manager au director. Hmm. There is no way. katika mchakato wa kutafuta kazi, moja ya kitu ambacho umekizungumza hapa ni swala so zima la kufanya mafunzo au kufanya internship, labda we kwa uzoefu wako nadhani Eh, mafunzo kwa vitendo mana, kwa maana internship yana muhimu kiasi gani kwa, kwa kijana mtu ambaye anatafuta kazi? Ni muhimu sana kwa sababu ni kwanza ni bahati ukipata hiyo nafasi ya internship. Mm -hmm. Yaani hata ukipata ndio maana nimetolea mfano kwamba nenda hata duka la muha pale jirani ukajitolee. That, that, the internship we are talking about. Yeah. Sasa wengi anataka internship kwenye majengo makubwa. Mm -hmm. Malipo mazuri. Malipo ya, lakini internship utakiwa ulipwe. Kweli? Kabisa. Nyingi ni free. Unaenda kuomba yani internship ndio maana mm sio ajira ile kwa sababu ukifanya internship hata kwenye mfumo wa ajira wewe hauonekani kama employee. Kwa hiyo hulipi kodi, ulipiwi NSSF kwa sababu wewe ni mm. mm. intern. Intern, yeah, sio employee. Kwa hiyo ukienda ukaambiwa hatutakulipa, mm. that's how it works. Sasa watakwambia tutakupa hela ya chakula yeah, ili usije ukafa njaa ukiwa yeah, hapa na tutakupa transport ili uweze kumove kutoka nyumbani kwenu kuja hapa. Ila wewe internship, faida yake ni kwamba wewe unayefanya internship ndio unayefaidika zaidi kwa sababu unajifunza kazi. Na utadedicatiwa mtu kwamba wewe kazi yako ni mtu wa marketing mm. utafanya na huyu marketing expert wetu. Kwa hiyo atakuwa anakutuma kazi, lakini unajifunza, unapata faida zaidi wewe. Ndio maana hawakulipi. Mm -hmm. Yeah. Kwa hiyo kampuni ambayo itakupa nafasi ya internship inaweza ikapata faida kwamba utaongeza nguvu kazi, lakini ni uko mm -hmm. kwenye kujifunza. Hauchangizi zaidi that unachukua. Mm -hmm. That's why they don't pay. Okay. Kwa hiyo ni kitu <coughs> muhimu sana ambacho ukipata hiyo opportunity mm -hmm. kama kijana yeah. ni vizuri uichangamkie. Okay na unashauri pengine kijana anaweza kufanya internship kwa kipindi gani? Kwa sababu kuna wengine wanafanya mwaka mmoja, wengine wanafanya miaka miwili, mwingine anapewa pengine muda zaidi uh, hata miaka miwili. Hiyo hata sio ushauri wangu mimi. Tanzania kama nchi tuna mwongozo wa internship hmm. Yeah, kuna guideline kabisa ambayo iko very open. Maximum one year. Kwa hiyo hata kama ni kampuni au ni mwajiri anakufanyisha more than one year hapo amekutumikisha anakufanya wewe tena, sio chipleba, ni free leba la. <laughs> kwa hiyo unataka, yeah. unataka ukienda kwenye internship mm. mkataba wenu huwe miezi sita miezi mitatu miezi tisa mpaka, mm. mwaka mmoja maximum. Baada ya hapo, achague anakutaka huwe mm. employee, kama akutaki mm. akuacha, kuendelea na mambo mengine. Inatokea unakutana na kijana anakwambia, mi nimefanya intern miaka mitatu kwenye kampuni fulani, pengine wanampa hizo fasiliti za usafiri na pesa ya chakula. Yeah na yeye hajapata kazi nyingine ya kufanya kwa wakati huo, anaona kuliko kwenda mtaani, sina shughuli, ni kwa nini siendelee kubaki hapa? Hilo unalionaje? Sasa hiyo ni choice yake yeye, ila mm, kiuhalisia anakuwa anafanyishwa kazi bure. Mm. kwa sababu hata sheria hata guideline inamtaka ina, ina afanye internship kwa mwaka mmoja tu. Mm. asizidishe hapo Okay. Kwa hiyo ni choice ile kwa amefanya yeye na yule ambaye amempa hiyo internship. Mm. Na mara nyingi wale wanaotoa internship ambao ni makampuni akikuzidishia muda anakuwa anajua kwamba anaenda kinyume cha utaratibu. Mm. Ile tu kwa sababu kashaona you are available. Yeah. Na huna option mm. Anakutumia. Kwa hiyo unatumika. Mm. Yeah. Okay. Uh, pengine ushauri wako kwenye swala so zima sasa la mchakato wa ajira. Unaweza kumshauri nini kijana ambaye ametoka chuo ama yuko mtaani amekuwa akitafuta ajira kwa kipindi kirefu lakini hajafanikiwa, arekebishe wapi pengine ili mambo yake yakae sawa. Mimi namshauri kwanza, asikae na na hiyo elimu yake aliyoipata nyumbani. mm -hmm. Afanye kitu aidha, tafuta kazi mazingira jirani, ambako unaweza ukafika hata kwa miguu mm -hmm. ukafanya hata ya kujitolea, ukarudi kula nyumbani chakula, ukaendelea mm -hmm. uka, uka, uka na kazi mm -hmm. kama hujapata hiyo internship, atakupa nauli na chakula, ama do something online mm -hmm. Unajua, vijana wote wanabanda, mi ndo kinachonifurahishaga Ah, yeah, si ni bando maanake yeah. Ni access yeah. Wana access ya internet tuseme. So, kama wana access ya internet, kijana, mm. Kwa nini huna kazi? Kazi ya mtandaoni saa hizi kuna online gigs kibao, yaani yani, umeona mm. Tafuta gig online, tumia hiyo bando yako kama ni mm. Yako kama ni wifi ya jirani ya nyumbani, do something online. Yani, kosa kubwa ni hilo documentation ulifanya ka kitu huku, kaandika kwenye CV yako mm -hmm. Siku naapply kazi ulisahau, kama nilifanya kitu chi mtandaoni, lakini you did it and it was successful. So document everything that you do ambacho kinahusiana na wewe na career yako mm -hmm. Siku unaanza kufungua kuomba kazi, umeshajijengea portfolio yako kubwa sana. Kwa hiyo unakuwa ni attractive kwa employers; unakuwa more attractive kuliko ukiamua tu kukaa unasubiri zikitangazwa ndo niombe. Fanya vitu yaani jijenge, ukiwa unasubiri zitangazwe.